Msingi ya fundisho la Bwana Yesu. Maanake hapo unaweza kutumia lugha nzuri, sitaondoka kwenye misingi ya fundisho la Bwana Yesu. Usiondoke kwenye misingi ya fundisho la Bwana Yesu, usiondoke kwenye misingi ya fundisho la Bwana Yesu, usiondoke Katika dunia tunayoishi yako mengi yanayoendelea na viko vingi vinavyotokea na yako mengi yanayofundishwa, lakini fundisho la kweli ni la Bwana Yesu na hapa tutajifunza habari za kitabu cha Mathayo sura yake ya tano. Tutajifunza sura yake ya sita tutajifunza, na sura ya saba tutajifunza, ila leo naanza na sura moja, sura ya tano. Kuna mambo muhimu sana Yesu alifundisha baada ya kutoka kwenye majaribu. Baada ya kutoka kule majaribu, ukisoma vizuri sura ya nne, baada ya kumaliza, akaja akaanza kutufunza namna ya kuishi, namna ya kuenenda, namna ya kuwa Usiondoke kwenye misingi ya fundisho la Bwana Yesu. Jamani, hapa imesema misingi ya fundisho maana yake iko mingi. Ukija kwenye malezi ya familia, Yesu alielekeza nini? Ukija kwenye malezi ya jamii au watu, Yesu alielekeza wa nini? ukija kwa wazazi Yesu alielekeza wa nini? Kila mahala yako maelekezo, iko misingi ambayo ni fundisho la Bwana Yesu. Amen. Kwenye upande wa maombezi na maombi, iko misingi ambayo Yesu aliiweka. Kuna mtu namuona nyonga yake nauma sana, Mungu akuponye wa. Wakati naendelea Sisi kama kanisa na mtu moja mmoja, hatuna budi kuzingatia na kushika kwamba hatupaswi kuondoka kwenye nini? Kwenye fundisho, kwenye misingi ya fundisho nani? La bwana Yesu. Maana Yesu alisemaje? Ngoja kwanza ni wapeleke ambapo mahali alisisitiza, alafu turudi sura ya tano, kitabu cha Matayo, hii sura ishirini na nane. Muone alisitiza nini sawasawa, mwone pale 28, Mathayo, usiondoa na misingi ya fundisho. Ma, Mathayo 28 kumi na nane. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia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 Hajaja kutufunza hivyo. Yesu hajaja kutufunza tuwe na kisirani. Yesu hajaja kutufunza hivyo. Yesu hajaja kutufunza tuwe wabaguzi. Yesu hajaja kutufunza hivyo. Yesu amekuja kutufunza mambo mema, mambo mema, mambo mema. Haleluya! Kwa ukiwa ni Mkristo alafu na mabaguzi una mabaguzi, maana yake ni kwamba wewe haujaishi ndani ya misingi ya fundisho la Yesu, maana yake ni kwamba una mambo yako. Jifunze sana katika maisha ya leo, usihudhurie kanisani, hudhuria kanisani kani huku fundisho likikubadilisha. Amen usibaki na misimamo yako, usibaki na misimamo yako pindi neno linapopita. Maana yake linapita kubadilisha na kuuisha, kunatakiwa uiache ile misimamo yako, urudi kwenye misimamo ya Yesu. Kwa sababu usiondoke kwenye misingi ya nani, ya fundisho la nani, la Bwana. Utapoondoka, maana yake utamkaribisha yule awezaye kuharibu akakuharibu. Kwa kimsingi, tunatakiwa tubebe yaliyo mafundisho ya Bwana Yesu ili tutembee nayo. Haleluya! Jambo la kwanza au pointi ya kwanza, Bwana Yesu atufundisha tusiwe na makuu. Bwana Yesu atufundisha tusiwe na makuu. Makuu sina kiswahili kizuri cha kukwambia, lakini ninaamini mlioko mahali hapa uliwahi kukosewa, mlioko mahali hapa mliwahi kuuziwa, lakini Bwana Yesu watufunza tusiwe na makuu, tuwe watu wa kuachilia. Kitabu hicho cha Mathayo sura yake ya tano mstari wake wa 38 hadi <coughs> 41. Hatujifunza kutoka mstari wa kwanza kuja hivi hapa. Tutajifunza sura yote lakini kwa namna hii. Amen. Sasa nadhani sasa mmepata. 38 mpaka 41. Mmepata. Bwana Yesu atufunza tusiwe na nini? Na makuu. Na makuu. <laughs> Haya ndio mafundisho ya kwenda mbinguni. Na haya ndio mafundisho ya kubarikiwa. Imesemaje? Biblia inasema, mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho, jino kwa jino. Huyu <coughs> ni Yesu anazungumza. Je, mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino? Haya ndio maisha yaliyokuwepo kabla ya Yesu. Mmesikia? Haya ndio maisha yaliyokuwepo kabla ya Yesu. Kabla ya Yesu ilikuwa ni jino kwa jino, jicho kwa jicho. Akupigae na we mpige, mmenisikia? Akukwazae na we kwazika au <laughs> na we mkwaze. Akunyimae na we mnyime. Kama chakula yeye, yeah, alinyima chumvi siku ile na chumvi niliona <coughs> Yamkini we wapimwa na Mungu. Ustahimilivu wako ukoje? yanawaingia na na na na na Mungu. Na hapa Bwana Yesu ametufundisha tusiwe na nini na makuu, ndio lengo la fundisho hili. Mtu ashikilia mtu miaka yote achiria ndani yako na mapepo mengine na wachawi na waganga hupata nafasi ndani ya moyo wa mtu, baada ya mtu kuwa ni mtu ambaye anashikilia mambo. Mnasikia anashikilia nini? Mambo. Shetani hupata nafasi kirahisi, kwa sababu humo kuna mbegu yake. Mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho, jino kwa jino lakini mimi nawaambieni Yesu huyo mimi hapa nazungumza na Yesu kabisa ujue, unajua mimi naposoma Bibilia, naposoma Bibilia maana yake moja kwa moja nazungumza na Yesu. Ah, wewe unazungumza na nani? Yaani achili ambali kusoma neno, lakini mimi nazungumza na nani? Na, na Yesu. Lakini mimi nawaambieni msishindane na mtu mwovu lakini mtu akupigaye shavu la kuume, mjeuzie na shavu la pili. Maana yake hapa alikuwa tusio na makuu. Na mtu atakaye kushi, at, atakaye kushtaki na kuitwa kwa kanzu kuitwa kanzu yako mwachie joho pia, na mtu atakaye kulazimisha mwende mwendo wa maili moja nena nae mbili, ikamtagomana na watu wa dunia. Msio msiona nini na makuu, nawafundisha mambo matukufu, nawafundisha maisha, nawafundisha kwenda na jamii, mnasikia? Yesu aitufunza namna ya kuenda na nini na jamii, hapa tunakwenda na jamii hapo. Kuna mtu amekwazika ndani ya familia yake, ndani ya jamii yake, ndani ya taasisi yake, ndani ya kazi fulani fulani, mpaka leo ameshikilia watu hayo. Usio na makuu ukiwa hivyo mapepo na uharibifu utakufata kwa sababu sio mtu wa kuachilia. Amen. Alafu mtu akikwaza ukabaki na manunguniko, wajichimbia shimo mwenyewe, wajichimbia shimo mwenyewe. Kuna mwingine akikwazwa, mpaka hajaomba samahani, bila kuomba samahani, afanya samahani, samahani kabla ya kuomba samahani.